Sasa kulikuwa na na urahisi gani wa nyinyi kufanya application au kulikuwapo na na special programs ambazo serikali ilikuwa ina support watu kwenda kusoma Algeria? Na, kwa ni, ni kweli nachikizungumzia kuna ugumu wa kupata bachelor's degree degree ya kwanza nje, lakini kwa kipindi kile kulikuwa kuna program za kwenda Cuba kwa watu wa tcb kufanya mm -hmm. medicine kulikuwa na program Algeria nyingi medicine pharmacy na nyinginezo mm, na engineering. Kulikuwa na nchi gani nyingine? Ukraine, sasa, yeah. Kwa hiyo uh, kikubwa ilikuwa tu ni matokeo ya Form 6 kwamba, kama matokeo ni mazuri, kwa sababu competition ilikuwa kubwa. Kama matokeo kidogo ni mazuri, ilikuwa nafasi zipo wizarani, walikuwa wanatoa kwamba kwa watu kwa waliofaulu vizuri mm, wanaweza kuomba katika hizo nchi ni ambazo nimezitaja.